Imetimia wiki kamili tangu kuibuka kwa awamu mpya ya uhasama kati ya Israel na Iran, ambapo Juni kumi na tatu alfajiri Israel ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran, mashambulizi yaliyopelekea vifo vya watu mbalimbali ikiwa ni pamoja na viongozi uh, wa kijeshi wa Iran pamoja na wanasayansi wanaoshughulikia maswala ya nyuklia nchini humo, lakini pia mashambulizi hayo yalipelekea uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kijeshi ndani ya Iran. Hata hivyo, muda mfupi baada ya mashambulizi hayo, Iran nayo ilijibu mapigo na kufanya mashambulizi makubwa huko Israel, ambayo nayo yalipelekea athari kubwa kwa Israel. Kwa hiyo, uh, wiki nzima hii imeshuhudia tit for tat, yani Upande mmoja ni mashambulizi yanayofanywa na Israel, lakini upande mwingine mashambulizi yanayofanywa na Iran. Sasa swali linaweza kuwa je, kwa kuangalia katika siku hizi saba nani amekuwa akifanya vizuri au nani anaonekana kuwa hodari zaidi ya mwenzie? Jibu sio gumu. Kwa hakika Iran imewashangaza watu wengi kwa upande mmoja kuweza kustahimili uh, mashambulizi yanayofanywa na Israel, lakini kwa upande mwingine ni jinsi ilivyomudu kufanya mashambulizi makubwa na ambayo yamepelekea Israel kuonekana kwamba ni dhaifu uh, licha ya taswira nzuri iliyojengeka kwamba Israel ni moja ya mataifa imara kijeshi. Na pia kwa muda mrefu Israel imekuwa ikifanya mashambulizi nchini Iran. Hili, hili la sasa uh, ni kutokana tu na uzito na ukubwa wa mashambulizi yaliyofanywa, lakini kwa muda mrefu Israel imekuwa ikifanya mashambulizi nchini Iran na imeua viongozi kadhaa wa nchi hiyo um, katika operation mbalimbali. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa kabla ya mashambulizi haya, kabla ya awamu hii mpya ya uhasama kati ya nchi hizi mbili, ilikuwa inaonekana kwamba Israel iko juu uh, ukilinganisha na Iran. Na siku ya kwanza ambapo Israel ilifanikiwa kuingia kwenye anga la Iran na kufanya mashambulizi hayo, ilidhaniwa kwamba hii ingekuwa ni vita fupi ambapo Iran ingelazimika kusalimu amri kutokana na kuzidiwa uwezo na Israel. Lakini siku hiyo hiyo Iran ilionyesha kwamba ni tofauti na watu wanaofikiria, kwa sababu iliweza kujibu mapigo. Na katika siku hizi saba zilizopita, Iran imefanya mashambulizi mfululizo dhidi ya Israel, mashambulizi ambayo yanaanza kujenga taswira kwamba sio tu kuwa pengine wataalamu wa, wa masuala ya kijeshi hawakuwa wakielewa kwa undani kuhusu uwezo wa Iran, lakini pia upande wa pili pengine uwezo wa kijeshi wa Israel umekuwa overestimated. Kwamba mara nyingi unapoongelea masuala ya, ya, ya, ya kijeshi, mara nyingi masuala ya kiintelijensia, Israel huwa inaonekana kama ni taifa linalotoka katika dunia nyingine. Um, lakini hili sio la kushangaza sana kwa sababu kubwa mbili. Kwanza, Oktoba uh, saba ya mwaka 2023 ilithibitisha kwamba hii miss iliyopo kuhusu uimara wa hali ya juu wa Israel pengine inakuzwa tu na vyombo vya habari au pengine Israeli yenyewe inakuza kwa sababu mnakumbuka tarehe hiyo, uh, kundi la Hamas lilifanya mashambulizi makubwa katika historia ya Israel, na mpaka sasa hivi nafahamu kwamba kuna mapigano yanaendelea huko Gaza, kutokana na hilo tukio la Oktoba uh, saba ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na baadhi ya watu wakawa wanajiuliza kwamba hii imewezekanaje kwa nchi yenye uh, unafahamika kwamba kuna Mossad, hili shirika la ujesusi la Israel ambalo ni mahiri. Kuna Shinbet ambayo ni shirika la ndani la, la intelijensia ya ndani ya Israel ambalo linafahamika kwa umahiri. Kwa hiyo kulikuwa na haya yote ambayo yaliwaacha watu mdomo wazi, na mpaka sasa hivi kwa kweli majibu ya hayo hayajapatikana. Lakini la fundisho la pili ni kilichotokea kwenye vita kati ya Urusi na Ukraine. Urusi ilisema kwamba wakati inaanza hiyo vita ilitarajia kwamba vita ingedumu sio zaidi ya wiki moja, yaani ndani ya wiki moja ingekuwa imemaliza shughuli hiyo, lakini nyote mnafahamu ni kwa muda gani vita hii imekuwa ikiendelea, na hakuna dalili kwamba Urusi itashinda vita hiyo. Ah, kinachofahamika ni kwamba hata itakapofikia sehemu ambapo mapigano hayo pengine kutafanyika mazungumzo ya kufikisha mwafaka kwamba mapigano ya ishe. Urusi imeingia hasara kubwa kwa kupoteza idadi kubwa ya wanajeshi wake pamoja na vifaa. Ndiyo, uh, Ukraine ime ime imepata kipigo zaidi ukilinganisha na, na Urusi, lakini ukubwa wa Urusi na ukilinganisha na udogo wa Ukraine ilitarajiwa kwamba hiyo vita ingeisha mapema. Sasa funzo hapa ni kwamba vita sio kitu kizuri, na vita haitabiriki, hasa vita katika zama hizi, kwa sababu baadhi ya wataalamu wa, wa kijeshi wanaamini kwamba um, taarifa ambazo zimepatikana sio tu kutoka kwa wataalamu, taarifa ambazo zimepatikana zinaonyesha kwamba mfumo wa ulinzi wa Iran kwa kiasi kikubwa uko chini ya ardhi, tofauti na huo uliopo juu ya ardhi. Kwa hiyo hata uharibifu uliofanywa na Israel hivi majuzi, inaaminika kwamba haujafanya athari kubwa. Kwa, izu, kwa Iran lakini kingine ambacho kinaleta kina pasua kichwa ni hizi sasa hizi hisia kwamba inawezekana Iran wako vizuri zaidi tulivyofikiria. Je, wana uwezo wa kufanya nini? Unaelewa? Sasa kwa hiyo hii inapelekea tofauti, lakini pia kuna haja ya kuangalia hili katika mtizamo tofauti kati ya Israel na Iran. Kwa Iran, Ayatollah Ali Khamenei ni kama uh, kama pop vile kwa, kwa, kwa, kwa Wakatoliki. Yani ni kiongozi mkuu, sio tu kiongozi mkuu wa nchi lakini ni kiongozi wa kiroho uh. Kwa hiyo kwenye imani wa Iran wanakuwa wako more united, of course, kuna tofauti, kuna watu ambao wa pengine hawapendezwi na mwelekeo jinsi ulivyo, lakini kiimani wanavyo ule, ule mshikamano ni mkubwa zaidi pengine kuliko Israel, ambayo pamoja na kwamba kuna Uyahudi lakini pia ndani ukiangalisha upinzani uliopo ndani ya, ya, Iraq, ya Israel na upinzani uliopo ndani ya Iran kuna tofauti kubwa uh, kwa sababu mshikamano miongoni mwa Wairani ni mkubwa zaidi kuliko ni mshikamano wa Waisrael. Sasa hilo moja, lakini jingine ambalo limejiri katika wiki hii ni kwa sapota mkubwa swahiba mkubwa wa Israel. Um, na hili lina sura mbili na sura hizi mbili zinaweza kubadilisha kabisa taswira ya Marekani. La kwanza ni kwamba rais Donald Trump awali alikuwa akifanya maongezi, mazungumzo na Iran, serikali yake ilikuwa ikifanya mazungumzo na Iran kuhusu masuala ya nuclear, na walikuwa wanakaribia kufikia mwafaka, lakini from nowhere uh, Netanyahu Waziri Mkuu wa Israel akaamuru uh, jeshi lake liivamie Iran. Wanachosema ni kwamba lengo la Netanyahu lilikuwa ni kuharibu hayo maongezi kwamba yeye Netanyahu anachotaka anadhani kinachostahili kwa Iran ni kuiangamiza Iran moja kwa moja. Kufanya maongezi na Iran ambayo yataipelekea nchi hiyo ikaendelea kutambulika, nchi hiyo ikaendelea na maisha yake kama kawaida, kwa Israel at least ya Netanyahu anaona kuwa ni tishio. Kwa hiyo tafsiri ni kwamba mashambulizi yaliyofanywa na Netanyahu kwanza, yalikuwa kinyume na matakwa ya mswahiba wake ambaye ni Marekani lakini pili yalilenga kuharibu hayo maongezi. Yalikuwa yakiendelea mazungumzo yalikuwa yakiendelea kati ya Marekani na Iran ambayo ilikuwa nafikia katika hatua nzuri. Sasa kwa huko Marekani um, Trump amejitahidi kuonyesha kwamba uh, kuilaumu Iran kwamba kasi ya maongezi ilikuwa ni hafifu, na alishawaonya kwamba kama, kama kasi itakuwa hafifu mambo yanaweza kuenda mrama kwa maana kwamba Israel inaweza kushambulia, lakini ukweli ni kwamba Israel imefanya mashambulizi bila kusubiri ruhusa ya Trump. Kwa hiyo hilo moja, na hili limepelekea mtafaruku katika serikali, katika uongozi wa Trump, na mtafaruku huo huko una picha mbili: moja ni katika ngazi ya serikali na nyingine ni katika uh, bezi ya Trump. Bezi ya Trump ni hii inayofahamika kama MAGA, Make America Great Again. Hili ni kundi la watu ambao linampenda Trump kama mungu mtu, wanamwamini wana kwa kila atakachofanya, hata akituhumiwa na nini wao watakuwa wameshikamana naye. Lakini kuna mpasuko umejitokeza, ambapo idadi kubwa ya hawa watu wa MAGA, yani hawa supporters wa Donald Trump wameanza kuonyesha kwamba hawaungi mkono atakwa, kwa sababu tayari Israeli imesema kwamba ni lazima Marekani iingie katika vita hii, lazima Marekani iunge mkono Israel kuishambulia Iran. Sasa baadhi ya wanasiasa na pia baadhi ya hawa watu wa MAGA wanasema kwamba Iran ilipochukua uamuzi wa kuishambulia Israel uh, I mean, uh, Israel ilipochukua uamuzi wa kuishambulia Iran haikutaka ruhusa ya Wamarekani, hilo moja. Lakini pili, itakuwaje Wamarekani pesa za walipakodi kwa Marekani zikaenda zikafidia vita ambayo Israel imeianzisha bila kuji panga vizuri kwa sababu dalili zinavyoonyesha sasa kwamba Israel ilikurupuka kufanya haya mashambulizi. Hilo moja, lakini jingine ni kwamba mkurugenzi wa usalama wa, wa, wa, wa, wa Marekani um, kwa sababu Marekani ina idara za usalama kumi na nane na lakini iliyo kuu ambayo kama hizi zote ziko ndani yake inaongozwa na mwanamama uh, Tulsi Gabbard. Sasa huyu mwanamama Tulsi Gabbard alishawahi kuongea tena, sio muda mrefu uliopita, ni muda ni hivi karibuni. Alisema kwamba Iran sio tishio uh, la kiusalama kwa Israel, lakini pia haipo karibu na kupata hilo uh, hizo silaha za maangamizi, silaha za nyuklia. Kwa hiyo kimsingi alikuwa anaondosha ana, ana imani porojo zilizokuwa zinafanywa na Israel kwamba Iran iko katika hatua za mwisho za kutengeneza bomu la nyuklia. Sasa Ume, hata juzi kulikuwa na kikao cha, cha, cha masuala ya usalama uh, kilichoongozwa na Trump huko Camp David, ambapo walimtenga huyu mwanamama mkurugenzi wa usalama. Kikawaida yeye ni lazima angekuwepo, kwa sababu yeye ndio idara zote za usalama wa taifa za Marekani ziko chini yake, lakini hakuitwa kuhudhuria huu mkutano. Lakini amekwenda mbali zaidi huyu mama, amekuwa na ujasiri wa kusema kwamba um, tishio kubwa la sasa ni kufanya maamuzi ya kivita pasipo kuangalia athari zake kwa sababu uh, katika hili maana yake tafsiri ni kwamba Iran imekuwa provoked, imeshambuliwa na wana haki ya kujilinda kwa sababu wameshambuliwa. Na sasa mtafaruku uliojitokeza kati ya Trump na huyu Tulsi Gabbard umekuwa huko hadharani na kuna hisia kwamba huenda Trump akaja kumfukuza kazi huyu mama uh, kwa hiyo hili ni, ni, ni pigo kubwa katika mfumo wa utawala wa Marekani, lakini pia Trump ana kazi ngumu ya ku, uh, kwa sababu mashabiki wake wengi hawaungi mkono uh, kusema kwamba kwa nini wao wa Marekani waingie wa gharama za kufidia vita za kujitakia za Israel. Kwa hiyo hili linalotokea huko nchini uh, Marekani. Sasa hili lina athari kwa sababu msaada wa Marekani kwa Iran unatarajiwa kuidhinishwa kwa maafikiano ma na watu mbalimbali kwa upande mmoja kwa ndani ya chama cha Republican cha Rais Trump lakini pia kwenye Senate Congress na vitu kama hivyo, ambavyo uh, kwa sasa idadi kubwa opinion, opinion ya Wamarekani sio tu iko divide lakini iko against um, Israel. Na moja ya mafanikio makubwa ya Iran katika vita hii hata kama watakuja kushindwa ni kwamba wamefanikiwa kuunganisha chuki dhidi ya Israel. Uh, idadi kubwa ya watu mbalimbali hata kwenye mitandao ya kijamii wanaiunga mkono Iran katika hii. Kwanza, kwa sababu wanaona imeshambuliwa, lakini pili, kwa sababu Israel inalaumiwa kutokana na ubabe na hayo inayoyafanya huko Gaza. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu vita na panapo majali ya wiki ijayo itakupa muhtasari mwingine wa inayoendelea. Karibu utoe comment, asanteni na kwaherini.